katika kipindi cha miaka minne, miundo mbinu ya tehama imesimikwa katika maktaba kumi na mbili za mkoa ikiwemo hii ya maktaba Taifa, kulingana na kiwango cha pesa kilichopatikana kipindi hicho. Kwa hiyo tumeshapeleka miundo mbinu ya tehama vifaa mia sita na tisa ikiwemo kompyuta, skana, seva na vinginevyo, vimenunuliwa kwa mzuko ya serikali. Lakini serikali imefadhili utengenezaji wa mfumo mfumo jumuishi wa maktaba ya taifa au Kiingereza Integrated National Digital Library System INDLS. Huu ni mfumo ambao umetengenezwa au umefumwa kupitia mamlaka ya serikali mtandao iga, na bado wako katika hatua sasa za mwisho kabisa, ambapo tunatarajia ifikapo Juni mwaka huu mfumo huu utazinduliwa rasmi. Huduma za mtandao zitakazotolewa na mfumo huu ni kama ifuatavyo. kutakuwa na utoaji wa namba za utambulisho za machapisho ISBN. 21 hadi 24, jumla ya watumiaji milioni 2157622 walihudumiwa katika maktaba zetu zote za umma hapa nchini, mikoa, wilaya, tarafa kwa wastani. Hii ni sawa na watumiaji laki 539406 kwa mwaka athari za mlipuko wa COVID hasa katika miaka ya mwanzo ya awamu ya sita ya 21, 22, ilisababisha kushuka kidogo kwa watumiaji, ambapo baadhi ya huduma zilisitishwa kwa tahadhari za kiafya. Bodi bodi inatarajia kuongezeka kwa idadi ya watumiaji kwa kiasi ni kwa kasi katika miaka ya mbeleni, hasa kwa kuzingatia uhitaji mkubwa wa huduma za maarifa katika jamii yetu na kukua kwa matumizi ya tehama ndani ya maktaba kama nilivyoeleza. Bodi pia imepata uongezeko kubwa katika upokeaji wa vitabu, kufuatia ongezeko la bajeti na nguvu kazi katika usimamizi wa rasilimali na maboresho katika usambazaji na ushirikiano na wadau hasa wachapishaji. Hii imesababisha kwamba tumekuwa tukipata um, machapisho Uh, yani bila kutumia ruzuku ya serikali kipindi cha mwaka 21 mpaka mwaka huu tulipo 25, vitabu vilivyopokelewa vilikuwa ni laki 364 na 62, ikiwa ni ongezeko la asilimia 27. Mwelekeo na matarajio ya bodi mwaka 2025 26 na kuendelea, bodi imejipanga na inalenga moja, kuongeza watumiaji hadi kufikia milioni kumi ifikapo mwaka 2030. Lakini pia bodi imepanga kupunguza pengo la maarifa kwa kupitia maktaba za shule na za jamii kama nilivyosema na matu, wa kupitia, kupitia maktaba za shule za jamii uh, ku reinforce matumizi ya tehama katika utoaji wa huduma. Lakini pia mwelekeo ni kwamba maktaba maktaba za umma, maktaba za jamii na maktaba za shule zitumike uh, kama knowledge hubs, vituo vya maarifa, vituo vya maarifa vinavyotoa maarifa, ubunifu na burudani kwa watumiaji, yani edutainment, education na entertainment, edutainment lakini pia mwelekeo wetu ni kuhakikisha kwamba sera ya taifa ya huduma za maktaba inayopendekezwa inajumuisha makundi maalum ya wasomaji kwamba watoto, wanawake, watu wenye ulemavu. Aa, na hii ni katika mwelekeo wa sera kuweza kuhakikisha kwamba usawa unafanyika katika maktaba zote, sio za serikali tu, bali zote nchini. Bodi inatambua juhudi za serikali ya awamu ya sita katika kuinua sekta ya elimu na maarifa hapa nchini chini ya kauli mbiu ya kazi iendelee. Hivyo itaendelea kuimarisha huduma za maktaba kwa maendeleo mapana uh, kwa maendeleo na maslahi mapana ya taifa letu. Bodi sasa inajipanga kuendeleza, um, ina, ina, inaiomba serikali kuendelea kuongeza ruzuku ili kuboresha tehama kama tulivyosema, kwa maktaba zilizobaki zilizofikiwa, nimesema ni ngapi? 12 tu ikiwemo ya maktaba kuu. Kwa hiyo tunaendelea na tumepanga kwa kweli bajeti kwa mwaka huu wa fedha pia tumetengea kwenye eneo la tehama kwa maktaba zilizobaki, lakini kupanua huduma za usomaji hadi vijijini. Maktaba jamii zinazokuja zinaenda kugusa maeneo ambayo maktaba hazipo. Labda nitoe ufafanuzi kwa maelekezo ya wizara yetu ya elimu, wizara mama, maktaba hizi zita, sio lazima ziwe sio lazima kuwa na jengo, jengo lako kama kama kama bodi, kuwa na majengo majengo majengo. We have too many majengos kama serikali. Kwa hiyo majengo ya VETA majengo ya FDCs, Folk development colleges majengo ya vyuo vya maendeleo ya jamii majengo ya shule majengo ya vyuo vya kati yanaweza yakatumika kama sehemu ya kupeleka maktaba huduma uh, za maktaba kwa jamii katika namna ambavyo itakuwa imepangwa ili kuruhusu jamii kuwa